Uh, moja kati ya vitu vya msingi ambavyo vimenifanya sasa nikufikie mzee, wakati anakuja makamu mwenyekiti hapa wilayani kwetu, uh, uliweza kutoa nasaha, ukiwa unaomba haki pia ya kushirikishwa katika vyombo vya maamuzi kwa maana ya nyinyi sasa muweze kutoka kuingia katika vyombo vya uwakilishi, mwingie kushika dora, mwingie kuongoza, pengine ni hiyo ya, ya kuendelea kushika hatamu ya nafasi za uongozi Uh, ipo kwa upande wako ama... sasa kuongozwa na viongozi ambao tumeona wameendelea kutuonesha njia kama ambavyo wamesema. Asante sana mwandishi. Kwanza mimi, siasa ni damu yangu, siasa ni damu yangu na uongozi ni damu yangu, ni necha yangu, kwa sababu so, kwanza mimi ni mchungaji, mimi ni mchungaji nachunga, kanisa lina washirika wa kutosha, lakini bado pia ni mwenyekiti wa walemavu Wilaya ya Mbogwe lakini bado ninataka jambo linaendelea mbele yangu. Kwa hiyo siku ile kama uliniona wakati ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana anauliza kumtu yoyote mwenye hoja, ni kwa kweli nilijitokeza nikiwa na jambo ambalo hili ndio mimi linanikoseshaga usingizi, mfumo wa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia chama changu penzi cha Chama cha Mapinduzi, tunaye rais nguzo ya kwanza, lakini tuna mbunge nguzo ya pili, lakini tatu tuna madiwani. Hao ni mihimili mikubwa sana katika mahusiano ya kijamii kuleta maendeleo. Sasa tunapokuja kwenye kundi langu mimi, ninaona juu ninaye mbunge, nikirudi chini kwenye mfumo upande wa udiwani, simuoni mlemavu. Yani hapa katikati kuna katika sasa kama daraja linakatika hapa katikati, huyu mbunge sasa, huyu huku anayeniwakilisha mimi kwa Samia, huyu mbunge anayewakilisha mimi Izengo mzea mashuti, matatizo yangu yamfikie rais. Maanake mbunge huyu anayapata wapi? Maanake, this yani, ile umbali kutoka chini kumfikia huyu mbunge hapa katikati lazima kuwepo na jukwaa, ndo la madiwani. Sasa sisi jukwaa hili halipo. Sasa, huyu mbunge hata kama tutamrusha kwa miujiza akafika bungeni anapataje changamoto za kutujua sisi, kama tutamjengea hapa daraja au jukwaa la udiwani? Na ndio hilo mi nalitaka kusema, hata siku nikasema mfumo wa chama chetu kizuri, ifike sasa wakati kwamba walemavu nao tuwepo kwenye baraza la madiwani ili tumsaidie mbunge, we, mbunge wetu kumwakilishia changamoto zetu nadhani hapo sasa tutapata uhalisia wa maisha na uhalisia wa changamoto za walemavu hasa katika maeneo yetu ya kata. Na no hilo, mimi hata sasa ninasema tumekuja kwenye uchaguzi, tuna jambo la kufanya na sisi walemavu, bila shaka naweza nikajiongeza nikajikuta mawazo yangu hayako sawa, kama ambavyo umedhamiria wewe. Ndio, lakini pia kwa faida ya mtazamaji na wale ambao wanafuatilia mahojiano yetu ya moja kwa moja kutoka Mbogwe Media, tungetamani kujua sasa nini matarajio yangu, dhamira yako sasa kuhakikisha nyinyi walemavu mnafikia katika hiyo hatua ambayo umeisema hapo ya kuunganisha baadhi ya walemavu kutoka hapa katikati kumfikia mbunge na diwani nini sasa hatima ya yeah. no. uh, hili jambo kwa upande mimi, nimejitokeza mimi nimejitokeza na nimedhubutu kuamua daraja hili au jukwaa hili ni nianze mimi kwa mfano nionyeshe mfano, ndo maana nimetia nia ya udiwani kata yangu nayoishi mimi Nyakafulu. Sasa na no. hapo ndo nimekuelewa, kwa hiyo <laughs> Mzee Izengo mzee wa mashuti ni mtiania udiwani na kata ya Nyakafulu. Okay knw anyway, kwa sababu bado ni, ni mchakato ni mtiania uh, na mzee wangu umesema vizuri uh, na lengo nia na madhumuni pia ni kuhakikisha mnabeba kundi na walemavu na kuonekana pia na wao wanaweza wakashirikishwa kwenye vyombo vya maamuzi na wakafanya kama wanavyofanya watu wengine kwa hiyo uh, matarajio yako ni yapi sasa, baada ya kuwa ume, ume, ume- ikitokea leo wana CCM wamekuamini na sasa hivi kuna mchakato wa majina matatu, e, kamati za uteuzi zikakaa, e, mapendekezo yakatolewa, lakini dakika ya mwisho halmashauri kuu ya mkoa ikaamua kutoa sasa jina la Izengo likawemo miongoni mwa majina matatu maanake hapo tunaenda kuipambania sasa nafasi ya udiwani. Umejipangaje sasa kuhakikisha unaingia pia kwenye mapambano kama ambavyo tunaona wengine walivyojipanga? Kwanza na kwanza nashukuru mfumo wa chama changu ambao umeletwa huu wa majina kukatwa kurudishwa matatu. Mimi sina shaka, namwomba Mungu na kwa sababu sijafanya sija sijafanya sija mabaya, wata-watanitazama kama nilivyo, na naamini na, na Mungu atawagusa mioyo yao walirudishe jina langu, lakini pia itakuwa ni sifa kwa chama changu katika kata yangu kulirudisha jina, kwa sababu ni miongoni mwa sera ya Chama cha Mapinduzi kwamba mwanachama yoyote ana haki ya kuomba uongozi na kuchaguliwa, lakini sio tu kuomba na kuchaguliwa, lakini bado sisi ni makundi maalum, waone basi chama changu kwamba hii ni ruru <laughs> hii ni nuru ya mabadiliko. <laughs> hii ni nuru ya mabadiliko yes, ili hata mataifa mengine waone na Tanzania walemavu wanapewa kipaumbele ki, ki, ki kinamna gani. Kwa mimi Mungu na chama hiki cha mapinduzi pendwa, mama kwa nchi yetu inaleta amani na walemavu tuna enjoy. Nikiletwa jina langu na wakaamua wananchi, ninayo mambo mawili mimi mawili sinauka, jina mashuti ambaye mii sinaga mengi magori yangu haya mawili tu. Tunahitaji mimi nikipata kata yangu Nyakafulu, tunahitaji maendeleo yenye mabadiliko yanayoonekana kuanzia mdogo mpaka mkubwa, maana Mwenyezi Mungu ametupa fursa za maendeleo. Ziko fursa nyingi za kimaendeleo katika kata yetu na bila shaka unafahamu mm. Sasa hizo fursa tunataka sasa, mimi nikipata nafasi hii, zizungumze zinene uhalisia wa wakazi wa Nyakafulu, sio zinene uhalisia wa wakazi wa mtu kutoka Dar es Salaam, sio zinene uhalisia kutoka mtu Morogoro, sio zinene uhalisia kutoka mtu kutoka Mbeya, zinene kwanza sisi wazao wa Nyakafulu. Hilo ndo la kwanza, gola langu la kwanza. Lakini la pili, uongozi wote na maendeleo yoyote ni meza ya duara. Uongozi ukikosekana ukatengeneza meza ya vipande vinne hawendi. Tunapozungumzia uongozi wa meza ya duara, maanake ni ushirikishwaji wa pamoja, mchango wa pamoja, mawazo ya pamoja, ndipo tunaweza tukafanya mabadiliko katika kata yetu Nyakafulu, asipokuingiza migogoro, kwa sababu unapotengeneza uongozi wa meza ya duara, maana yake mwiko. Mgogoro, rushwa na mengineo ya ukatili na yanayoendelea na hayo, yanafanana na hayo mauchafu. Kwa mimi mzee wa mashuti, kama mtu kundi la maalumu ambalo sasa nina pengine sitalitumia sana, kwa sababu nitaenda kwa wananchi wote, lakini itakuwa ni ishara tu, kundi langu ni kama ishara, linatumika kuleta mabadiliko hadisi ya maisha ya watu wa kata Nyakafulu tunataka tutengeneze meza ya duara katika uongozi wa Nyakafulu. Na meza ya duara ni mwiko kugombana, ni mwiko kutengeneza mianya ya migogoro, na mkitengeneza mianya ya migogoro, manake hakuna Nyakafulu yenye maendeleo. Izengo sasa ninasema Mungu akinipa wa na wanachama kirihia na jina likarudi, basi meza ya duara tarajie ina, inaenda kusimama.